Mama ambaye ametufundisha siku zote katika maisha. Ukiwa na mama ambaye anapenda kama familia, anapenda kama watoto wake, ameweza kutufundisha katika mienendo ya Yesu Kristo. Amen. Mama ambaye maisha yake yameweza kutujenga kiimani, okay. Napia, na pia namshukuru Mungu kusababu, nai, nai kwa sababu mara mwisho niliweza kupata naye kuongea naye tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi ilikuwa ni outing day kwa sisi wanafunzi, niweza kuongea naye mambo mengi kama mama, lakini juu ya yote ambayo nisini kusoma, juu ya yote ambayo nisini kumwamini Mungu, nashukuru na kwa sababu miaka yake hamsini miaka ishirini ambayo mimi nimekuwa kama mtoto wake imenijenga, ambacho tunamwomba Mungu zaidi niaweza kukutayarisha kwa ajili ya asubuhi njema Amen. Naamini kwamba hipo siku ambayo tutaonana tena Amen. Na pengine inaweza ikawa chachu kwa sisi wengine ambao tunabaki, maisha yake ya upendo, maisha yake ya ujasiri, maisha yake ya uchamungu naweza akatujenga, naweza yakaa mienendo na njia zetu. Napenda kushukuru Mungu kwa juu ya yote. Yote ni Mungu amewapenda, yote ni Mungu anajua kwa nini ametokea, lakini ni juu ya yote niendelee kutujenga zaidi katika maisha yetu. Amina, asanteni.